Habari za leo, ninakuletea mfululizo wa mada za uwakili na siku ya leo, ikiwa ni wiki ya kumi ya mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano na nukuu hii inatoka katika eh, jarida la Review and Herald la Septemba elfu moja mia nane na tisini na tatu nayo ina kichwa kinachosema Kushinda tamaa na ubahili, kushinda tamaa na ubahili. Matajiri watoe wakfu mali zao zote kwa Mungu, naye anayetakaswa na kweli katika mwili na roho atatoa mali zake pia kwa Mungu, na atakuwa mjumbe ambaye kupitia kwake roho zitafikiwa na ukweli. Katika uzoefu wake na kielelezo chake itaonekana kwamba neema ya Kristo inao uwezo wa kushinda tamaa na ubahili. Na mtu tajiri anayetoa kwa Mungu mali yake iliyokabidhiwa atahesabiwa kuwa wakili mwaminifu, na anaweza kuwadhihirishia wengine ya kuwa fedha na mali zao zote walizokusanya zimetiwa muhuri wenye sura na jina la Mungu. Unapotafakari nukuu hii inamaanisha jambo ambalo siku zote aliye mwaminifu kwa Mungu, aliye mfuasi kwa Mungu anaelewa ya kwamba yeye ni mwangalizi wa mali aliyopewa na mmiliki. Mmiliki wa mali zote, wa vitu vyote ambavyo wakati fulani tumeviita ya kwamba ni vyangu ni vyetu eh. Kiuhalisia, hakuna kitu ambacho ni mali yako, kwa sababu hata wewe mwenyewe si wako mwenyewe, au kujitengeneza au kujiumba. Na hivyo Mungu anapotuamini na kuweka vitu katika mikono yetu kwa ajili ya kuvisimamia na kuweka mibaraka kwa wengine lengo lake ni hili, vitumike kwa maisha ya sasa lakini hasa kabisa vikiwekeza kwa ajili ya maisha ya umilele. Ndio sababu wito wa nukuu hii unasema, wale wote ambao ni matajiri, zile mali ambazo ziko mikononi mwao, basi waziweke wakfu mikononi mwa Mungu, ili yeye aweze kuwaongoza vyema namna bora ya kuvitumia kwa ajili ya kazi ya Mungu. Unapoweka mali yako katika usimamizi wa Mungu, basi watu wengi watafikiwa na kubarikiwa na mali iliyowekwa mikononi mwako na Mungu. Ndiyo sababu mwandishi anasema katika uzoefu wake na kielelezo chake, itaonekana kwamba neema ya Kristo inao uwezo wa kushinda tamaa na ubahili, na mtu tajiri anayetoa kwa Mungu mali yake aliyokabidhiwa atahesabiwa kuwa wakili mwaminifu, na anaweza kuwadhihirishia wengine ya kuwa fedha na mali zao zote walizokusanya zimetiwa muhuri wenye sura na jina la Mungu. Mpendwa, kile ulicho nacho leo unachokiita ni chako, je, wajua ya kwamba hii ni zawadi kutoka kwa Mungu? Ni kusii ishinde tamaa ya kung'ang'ania vile vilivyowekwa katika mikono yako. Lakini pia wakati fulani elewa, wewe ni mfereji unapaswa uwe mfereji wa kupitisha mibaraka iliyotoka kwa Mungu kwenda kuibariki kazi yake, lakini kwenda kuwabariki watu wengine ambao ni wahitaji wa hicho ambacho kimewekwa katika mikono yako. Mungu akubariki. Inaelewa katika, katika mwisho huu wa Juma wengi watawajibika kutoa sadaka, kutoa zaka. Kutoa matoleo ya namna mbalimbali mbali. Hebu ishinde tamaa, shinda ubaili kwa kurudisha vitu ulivyopewa kwa Mungu. Ukiving'ang'ania na kuvikatalia, iko siku usioijua Mungu atavirudisha kwake, kwa sababu vyote vya vilivyo vyake vikichanganywa na unavyoviita vya kwako, basi yeye vyote vinakuwa ni vya kwake Hivyo ukiving'ang'ania, usipofanya sehemu yako, yeye iko siku atavirudisha. Mungu akubariki. Unapopanga kutoa matoleo yako, usiende katika nyumba ya ibada ndipo unaangalia ni zipi chenji zilizobaki. Panga wewe, panga na familia yako, wape watoto sadaka na zaka, ili tusiwe na tabia ya tamaa na tabia ya ubahili. Mungu akubariki katika jina lake Yesu Kristo. Amina.